Mange Kimambi siku ya leo amezungumzwa kubwa sana mitandaoni baada tu ya kuzungumzia taarifa nyeti sana kuhusiana na msanii Diamond Platnumz. Hakuna mtu hata mmoja ambaye aliweza kulifikiria swala hili na hakuna mtu hata mmoja ambaye alidhani au kufikiri e, ni kweli haya mambo ambayo Mange Kimambi ameweza kuyazungumza. Na kwa asilimia kubwa sana Mange Kimambi huwa akizungumza jambo lake, ni lazima tayari ameshalifanyia uchunguzi wake na amepata ushahidi wazi kabisa ndipo anakuja kuanika kupitia application yake ya Mange Kimambi app. Taarifa kuhusiana na Diamond Platinum uh, Mange Kimambi ameweza kuanika ni kuhusiana na umiliki wa mali uh, za msanii Diamond Platinum. Ukiangalia uh, Diamond anamiliki record label WCB Wasafi, Diamond uh, anamiliki media ya Wasafi, Diamond anamiliki Wasafi Bet. Watu wengi sana tulikuwa tunadhani au kufikiri hizo mali zote ni za msanii Diamond Platinum. Mange Kimambi siku ya leo kuna ushahidi zaidi ambao ameweza kuweka wazi kuhusiana na mali zote hizo ambazo Diamond anazimiliki. Inasemekana hizo mali sio za msanii Diamond Platnum. Mange Kimambi anakuambia kuna namna fulani hivi ambayo inamthibitishia wazi kuhusiana na hicho kitu ambacho amekizungumza kuhusiana na mali za msanii Diamond Platnum. Kwanza kabisa Mange Kimambi anakuambia kipindi msanii Diamond Platnum anaanza safari yake ya muziki mpaka baadaye akafanikiwa akawa msanii mkubwa au unaambiwa kuna kipindi tetesi zilisambaa mitandaoni kwamba Diamond Platnumz, kuna mtu mkubwa ambaye anataka amfanyie kazi. Kuna mtu maarufu lakini hatamani kuonekana katika jamii, anataka afanyiwe kazi, yani ni mtu mkubwa, mtu ambaye yupo serikalini na wala hataki kuonekana kwa jamii, ndipo anataka Diamond Platnumz amfanyie biashara zake, amfanyie kazi zake, lakini yeye hataki kujulikana kama yeye ndiye mmiliki wa hizo mali anataka Diamond partner ndiye ambaye aonekane ni mmiliki wa hizo mali. Haye uh, Mange Kimambi anakuambia kitu ambacho msanii Diamond partner anakimiliki pekee uh, ni record lebo ya WCB Wasafi. Lakini tajiri huyo uh, baada ya kumpatia ofa msanii Diamond partner kumbia, kumbia na kumwambia kwamba natamani nifungue uh, media, ili mradi tu nikifungua hiyo media uiweke kwa jina lako, lakini mmiliki inakuwa ni mimi, lakini wewe unakuwa mmiliki partner. Uh, kama ambavyo tunafahamu kuna biashara fulani hivi Uh, unaweza ukawa partner na mtu yaani, wewe ndio unamiliki biashara kwa asilimia kubwa na faida asilimia themanini unachukua wewe, lakini asilimia ishirini anachukua yule partner wake ambaye yeye pia ana mchango mkubwa katika uh, hiyo biashara yako. Ndicho kitu ambacho Diamond pamoja na huyo tajiri wameweza kukifanya, na Mange Kimambi anakuambia kuna siku atakuja kuanika jina la huyo tajiri ambaye yupo chini e, au Diamond yupo chini yake kwa asilimia kubwa sana. Mange anakuambia msanii um, Diamond Platinum anamiliki record label ya WCB Wasafi kwa asilimia 100, lakini media ya Wasafi anamiliki kwa asilimia 40 tu. Asilimia 60 anamiliki huyo tajiri kwa asilimia kubwa sana kwa sababu anakuambia kipindi Diamond Platinum ameweza kuifungua uh, hiyo uh, media yake ya Wasafi, huyo tajiri aliziweka uh, ta uh, uh, kufungua, uh, kufungua beti ni kitu cha kawaida. Uh, ni swala la uh, kuwekeza tu pesa kidogo, lakini pia ni swala la mambo fulani mambo kama hayo. Sasa, Mange Kimambi anakuambia h uh, kwenda kaona afungua Wasafi Beti, na anakuambia Wasafi Beti uh, hiyo ni kawaida, ni inamilikiwa na msanii Diamond Platnumz na wala haijapingwa, lakini media ya Wasafi uh, sio chini ya msanii Diamond. Ni media ambayo inamilikiwa na huyo tajiri kwa asilimia kubwa sana uh, tajiri ana asilimia 60, Diamond ana asilimia 40. Hicho ni kitu ambacho tukuwahi kukifahamu, lakini Mange Kimambi yeye kakifahamu na anakuambia uh, atakuja kumwanika huyo tajiri hadharani jina lake elimradi kila mtu aweze kumfahamu. Weko mshabiki, una lipi la kuzungumza? Zachio maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu la andikwa neno subscribe.